Yeah. Shalom. Kuna kitu kimoja nimekiwaza kwenye kichwa changu kidogo na nikawa nimekipata niweze kushia na wewe mpendwa mwenzangu. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Musa ambaye Mungu alijaribu uh, kumtumia katika viwango fulani fulani na akafanikiwa. Huyu Mungu alifanikiwa lakini katika uh, tafakuri fulani na kutafakari katika namna fulani kuna uh, kitu kimoja nimewaza nikukumbushe wewe rafiki yangu mpendwa kabisa, na hili lote ni kwa sababu ninakupenda. Iko hivi, Mungu alimpa amri kumi: usiue, usizini, usifanyaje, lakini kuna moja hii ambayo ni mimi nimetaka ni share na wewe, alisema Usiabudu miungu mingine ila mimi. Huyo ni Mungu mimi, nanukuu amesema usiabudu miungu mingine ila mimi. Sasa hii ndio ambayo nataka nikupe point uh, official kabisa. Kuna Mungu alafu kuna miungu. Kwa hiyo wewe ndugu yangu, usiwe ni mtu ambaye unasema una Mungu kumbe una miungu, kwa sababu kuna Mungu na kuna miungu, na aliyesema hivyo ni yeye ambaye ndiye Mungu namba moja, so